Hapa anauliza kuwa je, ni vipi kama mtu anafanya kazi e, kwa mahizbi, lakini akawa yeye hapingi dawa salafia, je, atakuwa ana makosa yote katika upande wa usalafi wake, ama anafanya kazi kwa mahurafi, yani kwa masufi, kisha akawa lakini upande wa dawa salafia naipenda na haipingi na afanyi makosa yote katika manhaji salaf, je itakuwaje? Ikiwa ni kazi ya kidunia, ikiwa ni kazi ya kidunia, kazi ambayo tu ni halali, haifungamani na mambo ya dini, hapo ni sawa. Wacha kwanza hizbi, ama khurafi, hata kafiri pia unafanya kwake madamu ni kazi nini ya kidunia ambao ni ya halali. Lakini ikiwa ni kazi ya dini, mfano kufanya kwenye madrasa zao, tuende ufundishe kwao, akiwa anamaanisha hivyo, hiyo haifai, kwa sababu itakuwa maanake ni kama unawasaidia katika ile bidaa yao. Katika ile bidaa yao, kwa hivyo itakuwa hiyo haifai. Lakini ikiwa ni kazi ya kuwa, labda ana duka ambalo unafanya kazi pale na kisha unapata riziki yako ya halali ana kampuni unafanya kazi pale, unapata riziki yako halali, ile kazi pia ni halali. Ukitoka hapo, yeye anaenda katika bida yake, wewe unakuja katika sunna yako, hakuna makosa hapo, kwa ule muda wakuwa bado hujapata kazi mahala pengine, ambapo utakuwa una ndugu zako katika e, salafi, daawa salafia, na kisha mnafanya mkiwa katika mwongozo mmoja.